Katika siku ya Kiyama, siku ambayo hakuna kivuli kingine isipokuwa kivuli cha arshi ya Allah, kutakuwepo watu saba tu watakaopata heshima hii kubwa, watu ambao maisha yao yalikuwa ushahidi wa imani, utiifu na ikhlasi ya kweli. Leo hebu tuyatazame makundi haya saba, ili nasi tutafute nafasi yetu mbele ya Mola wetu. Makundi saba yatakayopata kivuli cha Allah: Moja, kiongozi mwenye uadilifu anayehukumu kwa haki na kutenda kwa insafu kwa wale anaowaongoza. Mbili, kijana aliyekulia katika ibada ya Mwenyezi Mungu aliyefanya utiifu kuwa sehemu ya maisha yake tangu ujana. Tatu, mtu ambaye moyo wake umeshikamana na misikiti, anayependa misikiti na kusubiri muda wa sala. Nne, watu wawili waliopendana kwa ajili ya Allah, walikutana kwa ajili ya Allah na wakatengana kwa ajili yake. Tano, mwanaume ambaye alikatiza mwito wa mwanamke mzuri aliye na cheo, akamwambia, "Mimi namchea Mwenyezi Mungu." Sita, mtu ambaye anatoa sadaka kwa siri hadi mkono wake wa kushoto haujui alichotoa mkono wa kulia, yani anatoa kwa ikhlasi bila kujionyesha. Saba, mtu anayemkumbuka Allah kwa faragha mpaka macho yake yakamtiririka machozi, anamkumbuka kwa unyenyekevu na hofu ya kweli. Hawa ndio watu saba waliobainishwa na Mtume Muhammad, wanaoahidiwa kivuli cha Allah siku ambayo hakuna nafsi itakayejikinga na joto isipokuwa kwa rehma zake. Hebu kila mmoja wetu ajitazame, ni kundi gani tunaweza kulenga, ni tabia gani tunaweza kuanzia leo. Mwenyezi Mungu atupe taufiki ya kuwa miongoni mwa waja wake waliohifadhika chini ya kivuli chake. Amin.